Assalamu alaikum. Magodoro ya pepo ya hapa kama wanatamani kuyafahamu vizuri zaidi, sikiliza video hii kwa umakini. Mambo vipi Tanzania? Bwana godoro letu ndio ile hapa ambalo mnaliona hivi ni futi tano alafu hivi ni futi sita kwa hiyo futi sita kwa tano ama unaweza kusema futi tano kwa sita alafu kutoka chini kuja juu hili ni inchi 14. kwa hiyo ni kubwa na wala halihitaji kuwekewa kitanda chini, unaweka chini na unalala vizuri kabisa. Na uzuri wa ligodoro linakuja na pampu yake kama unavyoona pale, ile ni pampu yake ambayo unajaza kwa umeme, na ukimaliza unachomoa, unarudisha pampu yake pale ndani, unarudisha hii waya pale ndani, alafu unaliwacha, halitoki upepo mpaka siku ambayo wewe mwenyewe utaamua kuja kulitoa. Sasa uzuri wa ligodoro kwanza linakuja na sehemu yake hapa kama mto. Kwa hiyo ni nzuri kabisa. Na kitu kizuri, ile haliumizi mwili hata kidogo. Kwa hiyo kama unalalia godoro la kawaida, unahisi viungo vinakuuma. Godoro tiba iliyo hapa haliumizi mwili hata kidogo, na watu wawili mpaka wanne mnalala vizuri kwa sababu hili lina uwezo wa kupokea kilo mia tatu hapa juu vizuri kabisa. Uzito wake ni kilo mia tatu. Kwa hiyo kama hujafika kilo mia tatu, basi nyote mnaweza mkalala hapa juu, lakini zaidi ya hapo hamwezi kulala. Na kitu kizuri zaidi, hili hata kama utaliroesha maji ama mtoto atalikojolea, una uwezo wa kufuta na analala muda huo huo. Na kitu kizuri zaidi una uwezo wa kulikunja na ukakunjua, unatia ndani ya boksi lake lile pale. Kwa hiyo, hili godoro lote una uwezo wa kulikunja ukalitia ndani ya boksi lake hili hapa, ukaenda nalo sehemu yoyote ile, na ukifika unachomeka kwenye umeme, unajaza, alafu unalalia vile vile. Kwa hiyo kama unalihitaji, bei yake ni laki mbili na sabini tu, laki mbili na sabini. Nipigie sifuri sita tano sita tisini na nne themanini na moja tisini napatikana Mchina Mwanzo, Zanzibar. Namba yangu ya simu tayari nimekupa, lakini kwa kweli ambaye uko mkoani, nitakutumia tena kwa uaminifu mkubwa, na wala siogope. Unaona, enye tunalikunja tunakutilia humu, tunakuletea mkoani kwako vizuri kabisa. kwa kwa ni kwa kwa ungekuwa karibu, ningekwambia unaweza ka ukatesti hapo juu halafu nipe majibu. Ni godoro zuri sana kwa kwa ambayo unasumbuliwa na viungo.